anakusemeeti sina hiyo tabia sahiu, bali mnaanza na nuku sana. Sasa nani anaweza kuingia hapa ofisini kama sio nyinyi? Naongea na, na nyinyi, simu yangu iko wapi? Naomba ni niambi simu yangu iko wapi? Wewe hema pia umechukua simu pale? hamsiyo simu wewe, gari ziko mtufutiwa, kama nani? Angalia biziko ya mfuko yako. Nimeangalia, nimehakikisha sijaiona, ndio maana nikawaita na nimeuliza vizuri tu, mmenionea simu yangu. Je, kuuliza watu wote humu ndani kama ukikosa basi mm, au jaribu kupiga kama inaita jaribu Nini? Msinisumbue. Umeuliza watu wote? Ni muulize yes, nani nani ndio walinzi hapa? Yesi <laughs> ndio walinzi. Nani anaingia ofisini kwangu kama sio nyinyi? Umesikia eh? Nani? Nani manager? Hiyo muachie Mungu atakulipa. Sasa kama itapotea siku nyingine simu tulaumu. Umesikia wewe? Kuanzia sasa hivi tuanze kufanya kazi kwa bidii. Sona like kama ulizi ushaanza sema, kwa sababu simu yako ishapotelwa ni kosa, ila kutenda kosa sio kosa. Kosa. Kosa ila kurudia kosa, ehhe, kurudia kosa ndiyo kosa. Hasa, wacha msingi tu. Simu yako itakayofuata kuanzia sasa, inabidi sasa tuwekee ulinzi bora, tuwache vitu nje kule, tudili na simu yako tu, sawa? Naomba tuwemalizi simu yangu, kwa hiyo hamjaiona na wala hamjaichukua si

Naogeshwa, nalishwa, kwa hiyo naamka anavyotaka, nafanya ninapotaka. Kwa hiyo nguvu ya kumwacha sina kabisa. Yani sinifanyie hivyo, nikufanyaje? Hebu niangalie, ni sinavulia na tisika la size salama, kwema, kwema, mambo shwari kama kawa. Ah, okay mimi niko hapa natongozwa <laughs> ila kusema kwamba ni nikubalita kwa ngumu sana wewe. Oh, unajuaje? Oh, kama unanipenda wewe, umejuaje? Mimi nimekuona wewe na moyo wangu umekupenda wewe umekuchagua wewe moyo umeuona, unavyopenda, wewe umeuona. Mimi ni basi naomba. Sikia. Uh, bado leo inanisita kabisa leo inanisuta na kumwacha wewe mwanangu. Kwanza kwa nini swali kiba? Kwa nini sio damu ndafu mimi? Kwa nini? Ni moyo kuchagua wewe unichague, mm, mimi? Ah, <laughs> wewe moyo wenyewe ulionaje? Wakati mnashindaga ndanimuuanyani simwangalie usoni kuangalie nikuhurumia. Sikia <laughs> <Sikia. laughs> Basi nikajifikirie ni kafikirie ni nitakupa jibu lako okay, ni ni kwanza. Ili wasi nijua naondoka vipi hapa. Ah. Yaani tatizo mnao nipenda ni wengi. Yaani nashindwa nimchague nani mmoja. Yaani mnao nipenda ni wengi. Yaani uona unavoniambia hivi. Kuna watu kama sita washanambia hivyo hivyo. Jana amenambia wawili, juzi ananiambia wawili. Hapo ananiambia hey, wewe tu. Kama ana ndalo vipi? Maana kutafuta kula kumbe haupo ba umekuja huko. Umeanza kuizoea kazi na kutafuta kula kumbe umekuja kujificha ma huko. Niko hapa kidogo na mambo ya kufunga pepo kidogo <laughs> Una hivi? Wewe unalia nini? Huh? Eh? Yeah? Ame umemwibia? Isiji kama mapenzi unajilizaliza hapa kali jinga. Ni nini shida? Nisikia. <laughs> Steve, eh. Uh, anataka skat, anantaka uh, sanshaaiwa, anashona nimsaidiaje? Uh, anakuta wewe bwana <laughs> Umechelewa, ungekuja juzi. Ah, ungemkuta hana mtu huyu. Ndo ah, uh, afu wewe nana haya sasa, una bahati, una bahati ndugu yangu. Umempendea nini? Mi niko singo na sijui nakusaidiaje, lakini kama kama imeshindikana, umesikia. Unaitwa nani? Naitwa Aziza, Aziza? Mapenza nda huku wa mama umpate mtu kashasema, hana mtu hana mtu. Mimi ni wewe. Nani wewe? siutaki kabisa kujihusisha nayo mama, umesikia? Em, tuone mkono wako ukoje. Mbona damu tunaendana na mimi nasikia tu mtiririko. Wa grupu gani hiyo damu yako?

na nimewauliza wamekataa. katokato simu yangu si unaijua, acha ile nyingine ile ya rangi ya mashati ya vyuo vya ya walimu, rangi kama hii hapa, hivi ndio ile sasa. Sioni na na uhakika kabisa wao wamechukua, lakini nimewauliza wamekataa, siwezi kuwalazimisha wale. Wanapenda sana wanawake. Sasa nataka shogao uende ukajibebisha. Wako nani? Lindo linaendelea lindo. Mjenga mpumbavu hapa. Hapa ndo umeiva. Sasa, sikia. Tufanye hapa.

fika nimeshuhudia kwa macho yangu mawili ana, mimi nilijua tu, kwa sababu pale ofisini hamna mtu mwingine anaweza kuingia zaidi yao, ila wamekata katukatu. Sasa hivi yanawasha, nimejiriza kama mbuzi sopo. Ngoja niwapige simu sasa hivi mwenye anajua amepata baby. Kwa hiyo sasa Halo, mimi nipo kwenye mwembe hapa hivi. Nyinyi bado mko hapo hapo?